Jamani, tumefika leo kwa ajili ya shughuli moja na shughuli yenyewe ni kufanya uzinduzi wa ugawaji wa mbegu za mbaazi. Tumeshafanya zoezi hili kwenye maeneo mengine, kwa maana ya kugawa ufuta kule Masasi, tumegawa ufuta, lakini tumegawa miche ya kahawa kwenye maeneo ya Mawengi, Rudende, Njelela, Mdindi, kata za huko, na kuna zoezi linaendelea litafata baada ya zoezi hili la ugawaji wa miche ya parachichi. Tunafanya hivi kwa ajili gani? Tumekaa na kutafakari tukaona Ludewa ni sehemu ambayo ina ardhi nzuri kwa ajili ya kilimo na mazao mengi yanastawi Ludewa. Kwa muda mwingi tumekuwa tukiwaacha wananchi wetu wanalima maharage na mahindi. Kuna nia ya dhati ya kuifanya sasa Ludewa ibadilike iwe Ludewa ya mazao ya chakula na mazao ya biashara, ko tutagawa mbegu za mbaazi, tutagawa kahawa, tutagawa parachichi, tutagawa korosho kwa mwananchi yoyote. Mwananchi yoyote wa wilaya ya Ludewa ambaye atakuwa amejiweka tayari kwa ajili ya mazao ya biashara atanufaika sana kwenye kipindi cha miaka mitano, na tutagawa bure, tutakawagawa bure kwao. Tumeanza, tuna kiwango hichi kidogo, lakini mwakani tutaongeza zaidi. Kwa ombi langu kwenu, ndugu zangu, ukipata hii mbegu, hebu nenda kaipande, kapande ili mwakani uone matokeo yake yatakuwa na mkiulizia huko mtaambiwa soko la mbazi lilivyo. Mbazi zinatafutwa, hatuna si ndio? Jamani eh, zinatafutwa, sisi hatuna. Kwa twendeni tukalime. Hapa Ludewa kahawa inastawi, usione tabu, panda hata kirobo tu inje pale, unakuwa na kahawa yako. Panda parachichi hata kirobo tu, kitakusaidia kwa sababu ndugu zangu uzuri wa kupanda mazao ya kudumu yatakusaidia pale ambapo nguvu zimepungua.